Kuna mutu ambaye anataka kutudanganya watu watatu, na nataka kuambia wa Kenya, mimi sio mkabila but watu ambao amenyonya Kenya hii. Mwingine amekuwa waziri wa devolution Eugene Wamalwa, akakula golala golana. Mwingine amekuwa hapa juzi tu ametimuliwa kwa serikali Rigathi Gachagua, alikuwa anafanya tenda ya neti neta ya serikali bila mruto. Watatu ni mtu amekula samba ya NYS, Kalonzo Musioka, aib

squandering the little trust Kenyans do hold. The Commission must assure all Kenyans that it is not entangled with, in, with broad based masters. Nataka kuambia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa na mkabila jofdi Gachagua, ati leo wameita vyombo vya habari, wanazungumza mambo ya uchaguzi. Kalonzo alipewa nafasi na marehemu Raila Odinga kwa NADCO report. My friend Kalonzo, tafuta wajinga Kitui, si Machakos Kitui, Kitui, Machakos, hatutaki ujinga ya Kalonzo msiopa. Kalonzo alikuwa kwa hii, kwa hii kiti bipartisan ulikuwa unapeleka nini mazala yako? Ruto alikuwa anakulipa unaweka pesa kwa mfuko, but huko kuwa napeleka agenda ya wananchi besahai, unaambiwa ati IBC sijui wanaiba sijui IBC. Kalonzo, waje kutumika kama mtoto mdogo. Kalonzo, bwana Gachagua, mkabila Gachagua, menyaana mbele wala nyuma, anakutumika kama mtoto mdogo. My friend, nataka kuambiwa kamba kama bado munategemea Kalonzo, msioka afadhali mtegemea, usijui mtegemee nani sasa. Raila amempea nafasi ya kutengeneza komishona ya IEBC by partisan, kwani Kalonzo alikuwa anafanya nini? Ni nini Kalonzo alikuwa anafanya ndani? Bele anatuambia atunajua tunaibiwa. Unaibiwa na na nani? Nani anakuibia? Unaibiwa ni wewe kuna. Unaibiwa nini? Hauna lolote ya kuibia. Unaibiwa nini wewe Kalonzo? Kama IBC ni mbaya, ile candidate ya Kalonzo ya Machakos itolewe ipewe chama fulani. Kalonzo hatu kunibeba mfala wewe. Umeibiwa serikali 28 years ukikula kwa serikali. Sasa bado unaibiwa Ruto ya kulipa every month 1 million. Surudishie Ruto. Baifra Kalonzo, tafuta wajinga, mwende mcheze siasa huko Madhira kwa kashafa kwa huko Madhira. Madhira Express ni nuwende Kitui, wende cheze siasa yako, na tumekuovya kiti moja. Kama unataka kiti, ng'ang'ana na Kilangilu Macha... Kitui County Government, hiyo kiti ya gavana hiyo ndio kilasi yako Kalonzo Macha... msioka hatutaruhusu okay, ruhusu sisi kama vijana kudanganywa na watu ambao hawana mwelekeo Ati, Ruto must go. Ruto anaenda kwa wapi na nyinyi mmechanganyikiwa? Ruto must go. Wow. <laughs> Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ukiangalia muizi kashagwa kwa hapo mkabila. Ukiangalia Kalonzo amechanganyikwa hata nywala hana kwa kichwa. Ukiangalia mjini wa Marwa ndio mtu yusi kabisa kwa hiyo mrembo. Ruto anaenda wapi? Ruto anaenda kama tuko na mheshimiwa anatembea kwa meza. Ruto anaenda kama tuko na Matiang'i without Matiang'i na Natembeya, aruto tulia tu hapo tu. Nonsense. Akuna watu ambao ameiba Kenya. Gachagua mkabila unatuambia nini hapa Kenya, election gani umeibiwa? Mbere haungeshinda Kindiki, unashinda Kindiki? Una, una nini una nini ya kushinda Kindiki kimbere? Una nini una nini, una nini? Gachagua, ni ukamila ndio inafanya wakisi. Nilisema hakuna mkikuyu ambako na akili atapigia chama ya Gachagua. Aua, my friend, apige Gachagua, apeleke wapi? Kama Gachagua ameibia, ame ameibia mkikuyu mwenzako Uhuru Kenyatta, Gachagua akanyang'anya mama Ngina ait, Gachagua akasumbua watoto wa Uhuru Kenyatta. Nani mkikuyu mwenzao? Aterere, aterere. So wewe Gachagua atakufanyia we, we, nini unadhani? So, wakikuyu wajinga wachague chama ya Gachagua DCP tumefanya nini? Tumefunga na hiyo mama, tumezika bwana. Central hakuna DCP. Central wacha tupambane Jubilee na UDA. Unatuambia nina DCP. DCP ya kabila. My friend, nataka kuambia jamii wa Mlima Kenya, baba yenu ni moja, Uhuru Kenyatta megai. Na kama utaki pambane na Ruto, watu ambao wana formula. Masiko ukijaribu kuangalia mkashagwa. My friend, yani, unasema sasa tumekwisha, afadhali Ruto. Wana, mimi natuambia. Mimi nataka kusema wa Kenya kama tunataka uchaguzi 2027 kati ya Ruto na no pinzani, tushike Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i, tushike Mheshimiwa Gavana Supa, Mheshimiwa Natembeya natukana kwa meza akina Jimi Wanjigi akina akina Peter akina akina akina Munya Ayu group tuweke kwa meza tuanze kusumbwana na Ruto but wahizi watu ambao wanatupora my friend, natakaia Mheshimiwa anatembea wachana na Mheshimiwa Gachagua, hatutaki Gachagua. Gavana Gachagua ndio problem Kenya yetu, hatutaki hiyo puzi. Mheshimiwa gavana, gavana tafadhali gavana Tafuta Jimi Wanjigi gavana, tafuta Jimi gavana, tafuta former CJ Mheshimiwa David Maraga hmm. tafuta hmm. Peter Munya hmm. aliyekuwa waziri wa kilimo kabisa! Bwana, tutengeneza serikali 2027 <laughs> mimi gavana, nasema kama bado utakaa na Kalonzo kwa meza, kama bado utakaa na Gachagua kwa meza, mimi gavana, kama kijana wako, siko hapo kabisa! Mimi siko hapo, siko hapo gavana awa yasiko hapo kwa sababu wao ndio watu ambao wanatutupora Kenya yetu. So wa Kenya tunasema kwamba Kalonzo na mambo ya ujini na ukashagwa tawe, hatutaki mambo yao.